Kwingineko, viongozi na wadau katika sekta ya elimu wameitaka serikali kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata haki ya elimu ili kuwe na usawa katika jamii. Wakizungumza wakati wa kutoa basari kwa wanafunzi mia nne kupitia Wakfu wa Hawkings Luvaga, washikadau hao wamesema kuwa bado kuna changamoto nyingi zinazokwamisha masomo kwa watoto wengi, huku wakiitaka serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha elimu inatolewa bila malipo ili kuwafikia watoto wote nde shule watoto wengi wako nyumbani, foundation imekuja on, on board. Hatuja solve yote, lakini nashukuru serikali kuu kama inaweza jitokeza, ama serikali ya county ishikane mikono na any foundation. Tuko hapa ili kusaidiana, ndiposa watoto wetu ende shule. Hawkings Luvaga Foundation tuko open kwa mikono yetu na tuko ready kusimama na hawa watoto. Wacha tu prioritize issue ya education sana. Mzazi tafadhali, mtusaidie kuangalia hawa watoto, kuhakikisha wako shuleni. Usije kukaa hapa mtoto apate basari na kesho wewe ndio unachukua one day in a week kumkalisha nyumbani hati yakusaidie. Na pia mtusaidie, village elders wale bodaboda boda ambaye huwa wanapea watoto wetu pikipiki ya mkondo, wacha hiyo pikipiki ishikwe, tutapeana huko kwa traffic, aende alipe huko tujue kwa nini ameweka mtoto. Si ni hivyo? Kwa hivyo wakasa mutusaidie kabisa. Yeah, kaunti namba 16 ambapo chifu mmoja huko Machakos